Tuelekee kaunti nambari tisa, ambapo viongozi kutoka Mandera wakishirikiana na mashirika ya kutetea haki za binadamu wameanzisha mchakato wa kumaliza dhuluma za kijinsia katika kaunti hiyo. Wanasema wamechukua hatua hii kutokana na ongezeko la dhuluma hizo kwenye kaunti hiyo, ambapo mwaka jana pekee idadi waliodhulumiwa ilifika watu mia nne. Mutu akifikiwa as a gender, gender violence, akona pain. Iyo pain we, we have to share and also we share strength together. Tuhakikisha kuwa tunakomesha isi dhulma katika jamii zetu alafu pia evidence tuhakikishe tunatoa ushahidi kuhusiana na hizi kesi. Watu wetu hawapendi kuripoti kesi yao kwa polisi. Kitu ikifanyika msichana akirebiwa, kitu ya kwanza ni kuficha ye na kuweka kwa nyumba, ama saa ile maneno imekuwa serious after 24 hours ndio anapelekwa kwa hospitali ama inapelekwa kwa polisi. Hii dhulma nyinyi munafanya kati yenu, mwenye nguvu anadhulumu mwenye dhaifu. Mwenye wa kabila mingi ana, ana, ana, ana, ana, ana, ana dhulumu kabila kidogo, anasema. Mwanaume ana dhulumu mwanamuke, mwanamuke ana anadhulumu mwanaume, anasema hiyo itakuwa magiza mingi sana katika siku ya kiyama.